Uhali gani, mtazamaji wa TVE? Karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari, habari, habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Miriam Mumlaponi. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari Wakati wananchi wakiadhimisha kumbukizi ya miaka 53 tangu kifo cha Abeid Amani Karume, wananchi wahimizwa uzalendo. Shirika la viwango Tanzania TBS laahidi kuendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kuzingatia viwango katika uzalishaji wa bidhaa. Na katika habari za kimataifa, Marekani afuta visa kwa raia wa Sudan kusini. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Mpango, ameshiriki katika kumbukizi ya miaka 53 ya kifo cha aliyekuwa Rais wa kwanza wa Zanzibar, hayati Abedi Amani Karume. Hafla ya kumbukizi hiyo imefanyika visiwani Zanzibar ikiwa ni kukumbuka mchango wake katika kulitumikia taifa ikiwemo kuongoza mapinduzi ya Zanzibar. Hayati Abedi Karume alizaliwa mwaka 1905 na na kufariki dunia mwaka 1972 baada ya kupigwa risasi katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM Kisiwa Nduwe Zanzibar. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inatambua mchango wa jumuiya za Watanzania wanaoishi nje ya nchi kwa kuwekeza nchini Tanzania na kuisemea nchi kwa kuhamasisha utalii kwa wageni. Taarifa zaidi inasomwa studio na Nezia Masinde. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza na jumuiya ya Watanzania wanaoishi nchini Uingereza katika ukumbi wa hoteli ya Copthorne Tara London Kensington jijini London nchini Uingereza ambapo amewahakikishia kuwa serikali itakuwa pamoja nao kuzifanyia kazi changamoto zinazowakabili. Aidha, ametoa wito kwa diaspora kuendelea kuwekeza nchini katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwekeza katika hati fungani ya Zanzibar SUKUK. Wengi wenu mmewekeza kule Tanzania na sisi tunashukuru sana na tunaunga mkono na tunataka kukuhakikishia kwamba serikali itakuwa pamoja na nyinyi katika kutatua changamoto yoyote mnayokabiliana nayo. Mapema nilipata nafasi ya kuzungumza na viongozi wenu, wakaniambia baadhi ya changamoto na nimewaahidi, tutazifanyia kazi kwa sababu tungependa muendelee kuwekeza Tanzania. Sanjari na hayo, Rais Dr Mwinyi amesisitiza suala la kuendeleza utamaduni, mila na desturi kwa vijana wa Kitanzania na kutoiga mila za kigeni, kuwa mabalozi wazuri kwa kuisemea nchi yetu. Mnafanya promotion nzuri kwenye upande wa uwekezaji, mnafanya promotion kwenye upande wa utalii, lakini kiujumla, tunazo taarifa kwamba wanadiaspora mmekuwa mabalozi wazuri wa, wa nchi yetu, tunasema asanteni sana kwa hilo. Katika hatua nyingine Rais Dr. Mwinyi ameizindua tovuti maalumu ya Tanzania Link Poto ya ubalozi wa Tanzania nchini Uingereza ambayo itatoa fursa za biashara, uwekezaji, ufadhili wa elimu ya juu na ajira. Ni kushukuru sana Anezia Masinde kwa taarifa hiyo. Siku chache baada ya Waziri wa Ardhi Deogratius Ndejembe kutembelea eneo lenye mgogoro la Lunyanywi linalohusishwa na wananchi pamoja na kanisa la KKT, baadhi ya wananchi wanaoishi katika eneo hilo wamejitokeza na kuzungumza na vyombo vya habari ambapo wamesema kuwa hawatoonesha ushirikiano kwa maafisa wa wizara wanaopita katika maeneo yao ili kufanya tathmini ya uvamizi huo. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Akiwa ziarani mkoani Njombe, waziri wa ardhi alitembelea eneo lenye mgogoro unaohusisha wananchi pamoja na kanisa la KKT, ambapo mara baada ya kuzuru katika eneo hilo na kujionea shughuli mbali mbalimbali za kibinadamu zikiendelea katika eneo hilo lenye mgogoro, waziri wa ardhi aliunda timu maalum ya wataalamu ambayo ingefanya uchunguzi na kubaini kiwango cha uvamizi katika eneo hilo. Sasa tunatuma timu hapa ya kuja kuweza kufanya tathmini ya uvamizi wa eneo hili kwamba ni watu wangapi waliovamia eneo hili na kipindi hicho kwanzia sasa naweka marufuku ya ujenzi wowote au uvamizi wowote kuendelea katika eneo. Mara baada wa ya waziri kutoa maagizo hayo na timu iliyoundwa kuanza kutekeleza majukumu yake, wananchi wa mtaa wa Runyanyi akiwemo Julius Rupenza pamoja na Saba Sindauka wameibuka na kusema hawapo tayari kuonyesha ushirikiano kwa timu hiyo kwa kuwa suala la mgogoro huo lipo mahakamani. Sasa swali tunawauliza wataalamu kwamba mnafanya kazi chini ya chombo gani? Kwa sababu ni kama mnauingilia uhuru wa mahakama. Kwa sababu unapouliza dodoso kunihusu mimi, maana yake ni kama ushahidi unaotaka kutengeneza upande wa pili. Sasa nikikupa niki kwa mfano dokumenti zangu wewe, aa, na nikakupa maelezo yangu wewe, mahakamani nitapeleka kitu gani? Lakini wewe umetumwa na nani sasa? Kwa sababu je, serikali haiheshimu mihimili yake ambayo ni pamoja na na, na, na mahakama? Nzuri zaidi wao ndio waliotushtaki sisi wananchi kwetu huko, tunahudhuria kesi kama kawaida, hakuna shida yote. Lakini sio hivyo tu, hao hao tena, tunachopata ukakasi kwamba wanarudi tena kwa viongozi kupiga magoti kwamba wawasaidie. Sasa yeye yeah, yeah, amekwenda mahakamani, lakini yeye yeah, anarudi tena kwenye vyombo, uh, uh, kwa viongozi kuomba msaada. Sasa tume anasema kwamba tuonyeshe uh, ushirikiano na wao kwa viashiria vilivyomo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 na mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam, ambapo zaidi ya wataalamu 500 wa moyo kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na nje ya Afrika wanatarajiwa kushiriki katika mkutano wa tatu wa kimataifa wa magonjwa ya moyo utakaofanyika visiwani Zanzibar, kuanzia Aprili kumi, ambapo utaongozwa na marais kutoka taasisi za moyo ya Marekani na Ulaya kujadili teknolojia mpya za matibabu na kinga ya magonjwa ya moyo. Taarifa zaidi na Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Dr. Peter Kisenge amesema mkutano huo utafunguliwa na makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Medi Suleimani Abdullah, akimwakilisha rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo katika mkutano huo watarajiwa kujadili tafiti na mada mbalimbali ambazo zimelenga kukuza matibabu ya moyo duniani. Taasisi yetu Hivi karibuni imefanya upasuaji mkubwa bila kupasua kifua ya, tunaenda kujadili sasa haya matibabu mapya ambayo ni ya kisasa zaidi. Mtu afanywe tena operation, yanafanywaje? Ya tunaenda kujadili vile vile, eh, matibabu ya, ya kutibu magonjwa mishipa ya damu, ya mishipa ya damu ya moyo kwa njia ya kisasa kabisa eh, ambayo tutaenda kujadili ambapo hapa Dr Uh, Kuzema amesema kwa kutumia hizo ultrasound machines ambazo zinaenda kwenye mishipa ya ndani ya moyo na kuangalia, je, huyu mgonjwa yeye mishipa yake tukiizibua itazibuka vizuri na tukimwekea stenti itakaa vizuri, vitu kama hivyo ivas vitakuwa discuss kwenye, kwenye hiyo hayo hayo hayo matibabu. Kwa upande wake daktari tatizo wami Mkurugenzi wa matibabu ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya ya Kikwete amesema nchi ya Tanzania imeendelea kufanya vizuri katika matibabu ya moyo, hatua iliyochangia kufanyika kwa mkutano huo hapa nchini. Daktari wetu kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya ya Kikwete ambaye ni Dr. Kuzema Kanbai, um, wiki iliyopita katika mkutano mkubwa wa wataalamu wa magonjwa ya moyo barani a, kule Marekani alifanikiwa kupata tunzo ya juu ya heshima ya Najib Dr. Najib, ambayo tunzo hiyo wamepewa watu wanne kutoka kama mataifa mbalimbali duniani yeye akiwa mmoja wapo, na kwa bahati nzuri Tanzania tulipata nafasi mbili, moja ni Dr. Kuzema katika matibabu ya moyo, lakini kuna mtanzania mwingine ambaye alipata katika upasuaji wa moyo. Sambamba na tunzo hiyo, ametunikiwa nafasi ya kuhudhuria mafunzo ya juu ya matibabu ya moyo katika hospitali kubwa ya moyo inaitwa Cleveland Clinic ambao ni moja ya hospitali kubwa za moyo kule barani Afrika. Naye Dkt. Kuzema Kanbai ambaye pia ni mshindi wa tuzo wa matibabu ya moyo duniani na kaimu mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkutano wa tatu wa, wa kimataifa wa moyo Idi Lema wamesema mkutano huu umekuwa na faida kwa madaktari wa Kitanzania kwani licha ya kusaidia kubadilishana uzoefu, pia umesaidia kujenga mtandao wa kuweza kusaidiana kupeana maarifa mapya. Matibabu ya moyo. Hii mkutano ni kuendeleza kuongeza juhudi za serikali kwamba tunasema medical tourism kwa njia ya moyo na upande wa moyo. Na kama watu waliosema tangulia walisema kwamba kuna watu wametoka Marekani, wanatoka Uingereza, wanatoka duniani mbalimbali watakuja kuhudhuria mkutano, watatoa mafunzo na watatusaidia kujiunganisha kwa sehemu ya mafunzo ya moyo kule duniani. Napenda kutoa uh, rai kwa, kwa hospitali zetu za, za, za TAMISEMI kuweza kushiriki katika mkutano huu ambao wajiweze kujiandikisha mpaka sasa hivi wafike kujiandikisha na tutatajia hapa website ambao wanaweza kujiandikisha www.hetimafrica.com.or.tz, au wapige simu namba sifuri saba sita moja sita tisa tisa saba saba sita Nitarudia tena 0761 699 776. Mkutano huu utawasaidia kupata ujuzi na kubadilishana ujuzi mbalimbali na wataalamu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo, ni nafasi pekee ambayo wanaweza kuitumia kuweza kujifunza na kubadilishana uzoefu. Kwa hiyo, tuna bado tunawatakia tuna rahi hospitali za mikoa Chini ya TAMISEMI waweze kujisajili. Muda bado upo. Hata hivyo kwa mujibu wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, taasisi hiyo kwa sasa imeweza kuwahudumia wagonjwa 600 kutoka nje ya Tanzania kufuatia uwekezaji uliofanyika na hivyo kuboresha tiba utalii. ni kushukuru sana Good Luck Msola kwa taarifa hiyo. Mwanamke aliyefahamika kwa jina la Sophia Mayega, mkazi wa halmashauri ya Ushetu wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga mwenye umri wa miaka 55 aliyekaa na ujauzito kwa miaka minne licha ya jitihada alizofanya ili kupata ufumbuzi wa ujauzito huo, amefanyiwa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga na kufanikiwa kutoa mtoto akiwa amefariki dunia. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoa ni Shinyanga. Wahenga walisema, ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kauli hiyo imethibitika mara baada ya mwanamke Sophia kukaa na ujauzito wa miaka minne bila kujifungua licha ya jitihada mbalimbali alizozifanya ikiwemo kwenda kwa waganga wa kienyeji ziligonga mwamba. Akizungumza mara baada ya kufanyiwa upasuaji, mwanamke huyo amesema, baada ya kupewa rufaa kutoka hospitali ya manispaa ya Kahama amepatiwa matibabu ya upasuaji katika hospitali rufaa ya mkoa wa Shinyanga na kukuta kiumbo hicho kimesha fariki. Anasema kwamba shida yake ilianza kama ujauzito, kwa hiyo wakatoka kule kijijini kwao, wakaja Kahama, walipomfanya uchunguzi hawakugundua chochote, iporudi sasa nyumbani akaendelea tu kuwa anaenda kutibiwa kwenye hospitali za kawaida, lakini alikuwa anajisikia kama anatapika sana, lakini tena huku chini anatoka na damu. Akipata hiyo changamoto alikuwa anaenda hospitali, anatibiwa, anarudi, wakaamua tu kukaa. Sasa baadaye mwezi wa tatu akaanza sasa kuumwa tena, kile walichokiona Kahama wakampa rufaa kuja huku na hapa alipokuja kupimwa wakaona vile vile, wakamwambia kwamba matibabu yake ni kufanyiwa upasuaji na ndicho alichofanyiwa. Mira na desturi potofu kwa jamii zinatajwa kuwa ni moja ya changamoto iliyosababisha mama huyo kukaa na mimba kwa muda mrefu. Mwanamke Sofia anakili kwenda kwa mganga wa kienyeji ili kuweza kupata matibabu waganga. Acha mama kwa kwa, ni kweli aishawe kwenda kwa waganga wa kienyeji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 Daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga Dr. Agustino Maufi ameelezea namna walivyompokea mwanamke huyo. ambaye tulimpokea, tulimpokea kutoka hospitali ya manispaa ya Kahama, na tunasema bahati mbaya mama huyo alipata changamoto ya mimba kutunga nje ya kizazi, kufanya uchunguzi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 Jamii imetakiwa kutambua uwepo wa makundi ya watu wenye uhitaji wakiwemo watoto wenye ulemavu, yatima na wenye mtindio, kwa kuwatembelea na kuwasaidia kupata mahitaji muhimu ya maisha ili kufurahia maisha kama watu wengine wasio na uhitaji. Taarifa zaidi na Amrisho Mapeyo uto huo umetolewa na afisa masoko kutoka kampuni ya nywele ya Prima Afro, Jacqueline Mputa, wakati kampuni hiyo ilipotembelea na kutoa msaada wa vifaa mbalimbali kwenye kituo cha watoto wenye mahitaji maalum cha Nazar Foundation kilichopo eneo la Wazo Container jijini Dar es Salaam ambapo amesema jukumu la kusaidia wenye uhitaji ni la kila mtu. Sisi kama kampuni huwa tuna tabia ya kurudisha fadhila kwa jamii, kwa sababu kampuni kama kampuni bila jamii hatuwezi kufika kokote. Kwao tunachokipata huwa tunagawana nacho, na leo tumekuja hapa kwenye kituo cha Naza kwa ajili ya kuleta ambacho tumejaliwa nacho, tukiwa kama tunawakilisha kampuni yetu. Bosi wetu ametutuma kuja eneo hili. Kwao tumewaleta hapa misaada ya vitu ambavyo vitawasogeza siku mbili tatu, zikiwemo pampers, kuna sabuni. Kuna mahitaji mengine ya usafi, mabeseni, kwao tumekuja kuona. Kwa upande wake mkurugenzi na mlezi wa kituo hicho cha watoto wenye mahitaji maalum cha Nazar Foundation kilichopo eneo la wazo Container jijini Dar es Salaam, Zahra Ismail ameeleza changamoto mbalimbali mbali zilizopo kituoni hapo na kuitaka jamii kushirikiana nao kwa kuwatembelea na kuwasaidia kupata mahitaji muhimu ya maisha. Aidha, amesema kituo hicho kina watoto wenye ulemavu wa usonji, utindio wa ubongo, pamoja na watoto yatima ambao hadi sasa wamefikia 38 wanaohitaji kupata huduma mbalimbali mbali za kibinadamu ikiwemo chakula. Naye mmoja wa walimu kituoni hapo, mwalimu Abdallah Kilenya ameeleza huduma mbalimbali mbali ambazo watoto hao wamekuwa wakipatiwa ili waweze kufikia malengo yao, na kusisitiza kuwa ushiriki wa jamii ni muhimu ili kuwawezesha kutimiza mahitaji ya watoto hao. Katika kituo chetu tunao watoto wa aina kama tatu, watoto wenye, watoto wenye ulemavu aina mbalimbali, na watoto wenye watoto yatima katika hiki kituo. Katika watoto wenye ulemavu wamegawanyika katika mafungu kama matatu hivi: wenye changamoto ya usonji, kuna watoto ambao wana utindio wa ubongo pamoja na wale wenye ulemavu wa akili, wote tunao. Ndio maana katika kituo chetu ama katika hii taasisi inaitwa Nazari Inclusive Foundation. Katika kituo chetu kama nilivyosema mwanzo, tunatoa huduma za mazoezi na huduma za za elimu kulingana na hitaji la mtoto, yaani kama hawezi kwenda toilet, tuna mwezeshaji apunguze kujitegemea kwenye hali hiyo, asiyeweza kusimama tunamwezeshaji aweze kusimama, walau aondokane na ule utegemezi wa watu wengine. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Idara ya Zimamoto kutoka nchini Uturuki imekabidhi vifaa vya uokoaji na kuanza programu ya mafunzo ya wiki mbili kwa jeshi la zimamoto na uokoaji ili kuliandaa kukabiliana na dharura ikiwemo zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Mafunzo hayo na msaada huo umetolewa kupitia uratibu wa shirika la uratibu na maendeleo la Uturuki Tika, ambapo kupitia kwa mkurugenzi wa manispaa ya Konya kutoka nchini Uturuki Ibrahim Navruzi, amesema vifaa walivyovitoa na mafunzo hayo yatakayofundishwa ndani ya kipindi cha wiki mbili yatakuwa ni awamu tofauti, ambapo pia yatahusisha mafunzo ya vitendo. Na mimi pia nitakuwepo, kwa hiyo tutakuwepo kama timu kwa pamoja.

na tutajaribu pia kutumia vifaa ambavyo vitaweza kusaidia katika kufesi ma, ma, maafa mbalimbali mbali kama ya moto, ajali za barabarani, kwayo ni katika topic ambazo tunaweza tukazipitia kwa pamoja. Kwa upande wake kamishna wa Operesheni kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji nchini Tanzania, kamishina Happiness Shirima ameshukuru idara ya zimamoto kutoka nchini Uturuki kwa msaada huo. Kwani ni matokeo mazuri ya ushirikiano kati ya mataifa ya Tanzania na Uturuki. Kulingana na mashirikiano tuliyoko nayo Tanzania pamoja na nchi nyingine, tumeweza kupata mafunzo. Tunaweza tutapata mafunzo ya wiki mbili katika eneo la kuzima moto, kufanya maokozi pamoja, pamoja na kufanya maokozi. Kwa kweli tunashukuru sana ushirikiano uliopo baina ya Tanzania na Uturuki, na tunaamini kwamba ushirikiano huu utaleta mafanikio makubwa kwetu, hasa pale ambapo Tanzania sasa hivi, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na mambo mengine, tumejikuta tunapata matukio ambayo ni mazito yanayohitaji ujuzi, yanayohitaji elimu ya kutosha na yanayohitaji mafunzo ya mara kwa mara. Naye mkurugenzi mkazi wa shirika la uratibu na maendeleo la Uturuki Tika upande wa Tanzania, Filishi Sanchi amesema mafunzo hayo yatahusisha washiriki 35 ikiwa ni mchango wa nchi ya Uturuki kwa taifa la Tanzania kusaidia taifa hilo kujiandaa kukabilia na kukabiliana na dharura na majanga mbalimbali, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea mashindano ya AFCON ya Afrika. As uh, Madam Shrima mentioned before uh, na hali ya hewa ya Tanzania uh, inafanya kuwa kwenye hatari ya kupata maafi ya asili na ukaji wa miji unaongeza ajali za barabarani na mato kutaifa likijianda na AFCON ya, ya mufaka 2027, lazima tujiande na kukabiliana na darura mbali mbali. Kuanzia tarehe saba hadi kumi na saba April. From today till the 17 April o 7 April tika kupitia idara ya zimamoto ya manispaa ya Konya Uturuki itatekeleza mafunzo ya kukabiliana na dharura pamoja na uakoji Dar es Salaam. Ni kushukuru sana. Good luck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho, ndani ya TVE Habari. Shirika la viwango Tanzania TBS, laahidi kuendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kuzingatia viwango katika uzalishaji wa bidhaa.